Miongoni mwa marais waliohudhuria katika siku ya ushindi The Victory Day huko nchini Urusi ni rais kutoka nchini Burkina Faso Captain Ibrahim Traore, ambaye alihudhuria katika sikukuu hizi zinazoadhimishwa kila mwaka tarehe tisa mwezi wa tano. Sasa alitia fora baada ya kutua Moscow nchini Urusi kutoka nchini Burkina Faso katika mji wa Gadugu, ambapo alikuja na private jet, yani ndege binafsi, ambao ndege hii ukiangalia ni ndege kabisa ya kijeshi kutoka nchini Urusi. Sasa hii inaonyesha ni namna gani nchi ya Urusi inamlinda Captain Ibrahim Traore, kwa sababu hizi siku za karibuni tumekuwa tukisikia watu wamekuwa katika majaribu mbalimbali mbali ya kutaka kumwondosha na kumua. Na baada ya kutua katika ndege hii kumeonekana kuna ndege nyingine ambazo zilikuwa zinasindikiza ndege hii, ambazo hizi ni fighter jet za kijeshi kutoka nchini Urusi ambazo zilitumwa mahususi kwa ajili ya kumpeleka Rais Kapteni Ibrahim Traore nchini Urusi. Wakati akishuka katika ndege alionekana akiwa na walinzi wake binafsi, ambao hao wakiuangalia eh, ni vijana kama yeye eh. Kwa sababu kumbuke rais mdogo eh, barani Afrika ni Rais Kapteni Ibrahim Traore ambaye hivi sasa ana umri wa miaka 36 so ukiangalia hata walinzi wake ni makamu yale yale miaka ishirini na saba au miaka thelathini na e, ukiangalia kwa mwonekano wa nje tu wanaonekana ni wadogo, na wote wamevaa kama yeye rais Kapteni Ibrahim Traore na ukimwangalia kiunoni ana bastola yake, so yeye mwenyewe ametimia, anajilinda. Na kama unavyojua rais captain Ibrahim Traore ni mwanajeshi, so ukisema katika swala la ulinzi, yeye ametimia na yuko full set. Hajaongozana na kiongozi yoyote wala mshauri yoyote kutoka nchini Burkina Faso zaidi ya walinzi wake hao, na baada ya kufika nchini Urusi, unaona alikutana na rais Vladimir Putin, na ni rais pekee ambaye kukutana naye, anasalimiana naye kwa kumpa mkono. Kumbuka marais wengine wote ambao amekuwa akikutana nao anawapa tano, lakini huyu anampa mkono na anaiondoa kabisa eh, bastola yake kiunoni kwa kuonesha heshima. Walikuwa kwa muda mrefu zaidi, mpaka kwenda kuweka maua katika moto ule ambao uzimiki unafahamika kama everlasting fire kule Vloklin, na kuendelea na tafrija nyingine za siku hiyo ya ushindi. Lakini katika maraisi kutoka barani Afrika ambao walihudhuria katika sikukuu hii za siku ya ushindi Victory Day nchini Urusi, rais ambaye alitia fora alikuwa anafuatiliwa na watu wengi, kamera zote zilikuwa zinamulika, ni rais Captain Ibrahim Traore. Wengi wamekuwa wamesema rais huyo yu yupo sensational, yaani anavutia watu wengi, watu wengi wanataka kufanya naye interview watu wengi wanataka kupiga naye picha. Japo kuna marais wengine kutoka barani Afrika walienda, lakini huyu ndiye alikuwa anavutiwa na watu wengi. Hata rais kutoka Zimbabwe alienda pia katika sikukuu hizi, lakini rais Captain Ibrahim Traore ndiye alikuwa anavutia watu wengi katika sikukuu hizi. Watu kutoka uh, barani Afrika pia na watu kutoka nje ya nchi walikuwa wanatamani kweli, uh, kupiga picha na pia kumhoji uh, rais Captain Ibrahim Traore. Kila alipokuwa anatembea, uh, kamera zilikuwa zinamulika, kila mtu alikuwa anamshangaa, kila mtu alikuwa anatamani asalimiane naye. Ni yapi maoni yako kuhusu swala hili? Niambia hapa kwenye comments.